Ndugu zangu, wakati wa mahubiri nilisema kwamba leo tunapenyeza pia jambo fulani kumshukuru Mungu kwa kuzaliwa kwa jimbo la Bagamoyo, lakini pia kutambua heshima tuliyopewa kuwa washiriki wa kuzaliwa kwa jimbo hilo. Kimsingi, jimbo la Bagamoyo ni mtoto wa jimbo la Morogoro, lakini kwa uzito mkubwa, jimbo kuu la Dar es Salaam ni mzazi mwenza. Sisi Dar es Salaam tumechangia kuzaliwa kwa jimbo la Bagamoyo kwa kutoa parokia kumi na sita na parokia moja teule. Kwa hiyo unaweza kusema parokia kumi na saba na askofu kule Morogoro wametoa parokia kumi na moja na mbili teule, lakini wao ndio mama sasa tumetangaziwa kwamba tutakuwa na siku ya kumwaga askofu Msomba. Siku hiyo hatutawaga mapadle wanaegukia kule, ndio maana nataka kumwalika Askofu msomba asimame nami hapo mbele, tumwalike dekano wa dekania mtakatifu Gaspari ambayo kwa ujumla wake imekatiwa kule wanaenda mapadre thelathini na frada mmoja tunawaalika waje hapa mbele, karibuni. na mnashama Askofu mteule wa jimbo teule katika Bagamoyo, Sha Stefano Msomba akiwa pamoja nao. Basi tusikilize zaidi kinachoendelea hapa. Baba Stefano Msomba, tunakupongeza kwa kuteuliwa kwa askofu wa kwanza wa jimbo la Bagamoyo na kupongeza kwa kuzaliwa na jimbo lenye uzito wa kutosha. Angalia tu idadi ya mapadre uliong'oa kutoka Dar es Salaam ni kivumbi na jasho. Hii ni nguvu kazi, na kuomba ukashirikiane nao, kanisa la Mungu lijengeke. Nanyi mapadi wa pembe oneni fahari kwamba mnakuwa mapadi waanzilishi wa jimbo jipya la Bagamoyo. Tutaendelea kuwapa ushirikiano, tutaendelea kuwa ndugu zenu na jirani zenu, na tunawatakieni usitawi na utume mwema. Sasa mumpe askofu mkono wenu, mkono Mwasha. Baba askofu mkuu, neno langu ni kushukuru jimbo kuu la Dar es Salaam. Kama ulivyosema, basi tunaahidi vile vile kufanana na baba, manake ni wana halali wa baba huyu. Kwa tunaahidi hilo na tunaomba sala zako. Mtazamaji mpenzi wa Tumaini Television na Radio Tumaini, ni wasia wa baba askofu, mheshimiwa sana baba askofu mkuu wa jimbo la Katoliki la Dar es Salaam, katika nafasi hii ambayo anamtakia kila laheri askofu Somba wa jimbo jipya la Bagamoyo, pamoja na mapadri wote ambao wanashika paki ambazo zimeingia katika jimbo hilo jipya. Ni matashi ya mheshimiwa sana baba askofu ushirikiano